Dimahili anayepatikana katika eneo lake. Kwa Veta walitambua mafundi wenye ujuzi wenye weredi katika maeneo ambayo vijana wanatokea na wakajengea uwezo, na hawa vijana walikuwa tachiki pale na wakufunzi wa Veta walikuwa kwa tembelea, kwa bima, kwa kwa na wajibu kuwatembelea kuwapima kuhakike kwamba kile kilichofundishwa kulingana na mtaala wa mafunzo ulioandaliwa ndicho kilichotolewa lakini muundo wa pili ulikuwa wa kijana mwenyewe kuamka asubuhi, kila kila jioni, kila mchana aweze kuja hapa Veta kupata mafunzo, na tulikuwa tumekubali, tumepanga kuwa na awamu tatu, ndizo tunazoendelea nazo za mafunzo. Awamu ya kwanza ya vijana 200, awamu ya pili 400, awamu ya tatu 200. Hadi sasa awamu ya kwanza ndio tunayo hapa ya vijana 200 waliosajiliwa, ambao waliofanikiwa kuhitimu ni vijana 171 ambao ni sawa na asilimia 85. Uh, shirika la Plan lilitoa zaidi ya milioni 80 kulipa ada na kununua vifaa vya mafunzo, lakini pia leo kuna vifaa vya kuanzia kazi ambazo pia milioni 40 ambazo stag tagawa kwa vijana hao. Vifaa hivyo va kuanzia kazi ni pamoja na cherehani 13, vifaa vya plumbing vitatu, vifaa vya upishi vitano, aumnim vitano invitano mtaberekwan vitano mechanics vitano, ni vitatu auto electric vinne vinne na carpentry vitatu. Kama wakikana huo ujuzi tukapatia hiyo vifaa katika makundi wapawakaanavyo wasivitumie, vitakuwa vinafaida kwao. Kwa hiyo tunawahimiza waweze kuvitunza na wasijaribu hata siku moja kuviuza miradi iliyopita tulikutana na kesi kama hizo. Unampatia kijana kifaa au vijana vifaa, badala ya kuvitumia kwa malengo hayo, wanaamua kuuza. Makundi haya mliokusanyika hapa pamoja na kozi mbalimbali, naomba niwaambie wote, nitakwenda kuwashika mkono kama kijana mwenzenu niliyoaminiwa na nyinyi na wananchi wengine wa jimbo la Ilemela, ni kuhakikisha kila mtanzania anakuwa na maisha bora hii fursa tuwafundishe namna ya kufungua hivyo vikundi, ili hawa sasa waweze kuleta mikopo yao, waweze kuleta maombi yao na sisi tuweze kuwaidhinishia mikopo yao. Kwa hiyo mimi naomba niwahakikishie ndugu zangu wahitimu mlioko hapa, katika swala la mikopo nitakwenda kulisimamia kweli kweli. Mafunzo haya yamekuwa ni mkombozi mkubwa kwa wanufaika wa program, program hii pamoja na wafadhili mradi wa vema kuwezesha mafunzo haya na wadau kuendelea kutoa mafunzo haya ili makundi mbalimbali kwenye jamii yaweze kupata ujuzi utakaowezesha kujikwamua kiuchumi, baki kuhangaika. Watoto watakuwa vizuri, watasoma vizuri na watapata malezi yaliyo bora na mambo mengine kama hayo, tutaweza kuisaidia jamii kwanza. Mimi nikiweza kujikwamua, maanake hata jamii yangu kiujumla nitaweza kuisaidia. Mfano mimi nimetengeneza ni labda mradi na plani ya kupata miradi mingi, kwa hiyo hapo nitatengeneza ajira na umaskini utapungua katika jamii yangu, hata wizi na wenyewe utapungua. Zamani kule eh vyombo vya habari vyenyewe hatuna, kwa hiyo hata uwezi ukajua ujumbe unatoka wapi, lakini sasa hivi jumbe zimekuwa nyingi, kwa hiyo mtu ni kuuchukulia ule ujumbe, ukauchukulia makini na hatimaye kuufanyia kazi ndiko utaweza kupiga hatua. sikuwa natembea kwa hiyo tunapojifunza elimu inavyozidi kupanuka zaidi, ndipo hata na sisi tunazidi kuelimika. Zamani za kale kulikuwa hizi elimu ilikuwa ni changamoto kuzipata, labda kulikuwa na watu fulani wa aina fulani ndio wanapata hizi elimu.